Habari za wakati huu mtazamaji na mfuatiliaji wa youtube channel yetu ya Visima Viwili Child and Youth Foundation. langu jina ni Mali ya Mnyange, afisa habari wa shirika hili, na siku ya leo shirika limeweza kutoa msaada kwa mwanafunzi ambaye anatarajia kuanza masomo yake ya kidato cha tano katika shule ya wasichana ya Ruvu Sekondari iliyopo Kibaha Vijijini. Shirika limetoa msaada wa vifaa na kiasi cha fedha ili kumwezesha katika masomo yake. Tupate maelezo mafupi kutoka kwa mkurugenzi wetu. Basi. Siku ya leo msaada umetolewa kwa mwanafunzi Arafa Mohamed. Arafa Mohamed tumekuwa naye hapa kama mwanafunzi muhitaji. Shirika hili kwa mujibu wa katiba linashughulika pia na watoto wahitaji, vijana wahitaji. Arafa ambaye alisoma shule ya sekondari akahitimu mwaka jana na kufanikiwa kupata ufaulu wa juu kuliko wanafunzi wote shuleni, na kufanikiwa kubahatika kuchaguliwa katika shule ya sekondari ya wasichana ya Ruvu iliyopo Kibaha vijijini. Na sasa ni hatua nyingine, shirika limekuwa pamoja na yeye, tumekaa naye, tumemlea, tumempa maelekezo, lakini ametusaidia kuwalea watoto wadogo zake. Ana bidii, ana juhudi ya masomo, lakini pia ana nidhamu ya taaluma amechaguliwa katika mchepuo wa sayansi hapa Ruvu sekondari wasichana, na ni wakati mwingine sasa wa kuweza kumpa mkono wa kumsaidia aweze kwenda kuanza masomo yake bila kizuizi. Bahati nzuri sana mama yake leo alikuwepo pale, naye tumekuwa naye kushuhudia msaada ule wa shilingi laki moja ambao shirika limetoa. Nishukuru sana viongozi wenzangu wamefanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba tumekipata kiasi kwa ajili ya Arafa. Tunashukuru pia mgeni ndugu mtumishi Joseph, ambaye ametoa msaada pia wa counter books, na ameahidi mwanafunzi akienda shule, ataendelea mtumishi huyu kugharamia gharama za stationery akiwa shuleni nashukuru sana katika hilo. Niseme kwa jamii yetu, rai yangu, tunapofanya kazi tunafanya ili iweze kuwa msaada kwa jamii. Hii kazi na matukio haya sio matukio ya mara moja, ni kazi endelevu. Kwa mujibu wa kazi zetu za kijamii, tunategemea wanaotuona, walioshawahi kutuona, watatuunga mkono. Shirika kama shirika linafanya kwa sehemu yake, lakini kwa sababu mtoto huyu mwanafunzi huyu akifanikiwa masomo, atakaja kuja kuingia kwenye jamii na taaluma yake, ataenda kuisaidia jamii, jamii itafaidika. Nasi hatuna budi kushirikisha jamii kwamba, yule mwenye moyo wa kusaidia, wa kutunga mkono, basi tunakukaribisha unga mkono jitihada zetu ukamsaidie ili mwanafunzi huyo aende akasome shule yake vizuri, asipo kizuizi chochote, na ikawe ni faida kwa jamii. Utamaduni wa kusaidiana ndiyo utamaduni sahihi kwa ajili ya maslahi mapana ya jamii yetu. Shirika linaanza na kuwekeza kwa watoto ukanao, kuwafundisha kuwaelekeza njia sahihi ambayo itafaa kwao kujipalilia maisha yaliyo sahihi ya baadaye. Wakiwa hapa wanacheza, wana fly, tunawatengenezea utamaduni wa kupendana pasipo kuwepo na ukabila, udini, udhebu. Walimu wanakaa pamoja, stafu wanakaa na kuweza kuelekeza namna ya watoto kuweza kuishi kwa usahihi kukana na kukataa ubaguzi wa aina yoyote. Watoto wanafurahi kwa pamoja, na watoto wanajifunza utamaduni wa kuwa na urafiki. Tunacheza nao, tunawafundisha, tunawaelekeza. Ndio dhana halisi ya kutengeneza taifa lilo salama la baadaye. Tunapowapa mahitaji yao, tunapowafundisha, tunapokuwa nao, basi kuna kitu ambacho kinapanda ndani yao mbegu ya kujua namna ya kuishi na wengine na kuwasaidia, na ndiyo tunawekeza ndani ya watoto kitu cha msingi zaidi cha kuweza kuwafanya we raia wema. Tunapowekeza kwenye elimu, basi tunaifanya dunia iwe salama. Mwana falsafa mmoja, mwanazuoni mmoja alisema, jamii isiyowekeza katika elimu kwa watoto ni jamii ambayo kesho inaenda kuwa ni jamii mfu, ni taifa lililo mfu. Hakimaanisha kwamba kutakuwa kuna idadi kubwa ya watu wasio na elimu, wasio na taaluma, wasio na maarifa. Matokeo yake dunia haitaenda kutatuliwa changamoto ambazo zinaikabili. Changamoto zinazozikabili zinazo katika jamii zinatatuliwa na watu waliopata maarifa, waliowezeshwa waliofundishwa ndio kama hawa ambao tunawasaidia. kesho kesho kuta anaenda kuwa kiongozi, anaenda kushika nyadhifa, anaenda kuwa mwanataaluma, anaenda kuwa mtaalamu. Hiyo itakuwa ni faida ya nani? ya faida si yetu sisi sote, sio visima viwili peke yake, faida ya jamii yote ambayo inahitaji watu wasome, waelimike, kwa mujibu wa sera ya elimu ya, ya, ya mafunzo na elimu ya 2014 iliyoboreshwa serikali yetu tunaiunga mkono jitihada hizi, ndio maana sisi tunafanya kwa bidii yote michakato kama hii kwa faida ya jamii zetu, na mtoto huyu akikua akawe mtu mzima, ataenda kufanya vile vile na yeye, kwa sababu alisaidiwa. Ukimsaidia mtu, mbegu ile itapandwa, tapandwa na yeye akiwa mtu mzima, ataenda kufanya vile vile, kwa sababu atajua alifika pale kwa msaada, alisaidiwa atakumbuka asilimia zake chache za kibado chake, kumbuka kwamba wapo wahitaji, wapo wanahitaji kufika juu, kwa sababu wanahitaji msaada. Basi mwachie afisa habari aweze kutambulisha namba ya Airtel Money na jina lake pia, inayotumika kwa ajili ya malipo kwa ajili ya mchango changizo hilo kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi wetu na mtazamaji wetu unaweza kuchangia shirika hili kwa kupitia namba ya simu 0788 75 55 30 0788 75 55 30 jina litatoka Visima Viwili Child and Youth Foundation tukutane mpaka wakati mwingine